Leo tumerudi tukiwa na furaha na nasema ninyi mna bahati kama ya mtende. Mnajua ni kwa nini? Sababu siku ya leo first born wa kwanza wa United Opposition anazaliwa mlima huu hapa Mbeere North, naye ako hapa na sisi Bwana Karis, na una bahati my brother. Sababu leo wewe unapata baraka kutoka kwa Reverend Dorcas Rigathi, who was ordained just yesterday. Yani amekuja fresh from the kitchen akiwa na blessings moto moto, na vile atakuombea siku ya leo Karisi, maombi yake yataenda direct binguni na wewe utaingia bungeni. So una bahati and we are very happy to kick off our campaigns hapa kwa mlima. This is the first joint campaign ya the united opposition ya Kenya for a united opposition candidate. Ni mara ya kwanza hapa, na nataka mjue ya kwamba mimi nilikuwa kwa ile serikali ya Jubilee na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Dalili ya mvua ni mawingu, dalili ya ile serikali kuisha na serikali mpya kuundwa Iliundwa kwa by election mlima huu, kule Kiambaa, kuna kajamaa kanaitwa Kawanjiku, kalitunyorosha huko, kakaingia bungeni. that is how this government ilianza kuundwa, ilikuwa mlima Kenya, na naamini the next government itaanza kuundwa hapa Mbeere North kwa by election hii tarehe 27 kupitia bwana Karisi.